Hivi <laughs> unajua sababu nilokuitia hapa? Hapana, mm-mm. Sijui mimi. Unavyoniona Majabei sio mjinga wala sio mpumbavu, sio koro mie, sio mtindiga mimi sio fala baba. Sasa unaongea kimafumbo, sija kuelewa bado, unamaanisha nini? Mimi sio mjinga sana wala sio mjanja sana, lakini ninachotamba mimi, ninachovimba, ninachoringa, Kinondoni hii hii Moscow, mimi nina nyumba. Sijui umenielewa mm. Nyinyi mlikuja hapa na madalali zaidi ya kumi sijua kina Tanasi, sijua kina nani, Fosi. Lakini mimi si siku siku siku si, si kama nilishindwa kukupangisheni au nilishindwa kukataeni. Wapangaji wengi tu wamekuja tena wana fedha na mwaka mzima. Lakini ivyo kuoneni vitoto vichanchuda, vitoto vichinchili la mkanisha ushawishi kidogo. Nikasema uongo, mkopo wa serikali au. Lakini madhara yake ndo yale sio? Amna, lakini mzee wangu si nishakwambia, sitaki mzee. Mzee nani hapa? Unanikokea moto wewe. Sema Majabei. In short. Nisamee babangu, nisamee. Sitaki baba. Sema Majabei, mtoto wa sister bay. Majabei, Majabei. Maja, nisamee mzee. Ah, <laughs> Majabei, lakini si nishakwambia kila kitu kwamba nitaongea na ndugu yangu, yule ndugu yangu mimi, nikiongea naye hawezi kuchoropoka sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi naomba tu tuvumilie Majabei, Mwisho wa mwezi huu yani, kila kitu kinakopo fresh na ule mtoto unampata. Mimi nakuhakikishia hilo. Ina maana mimi nikae kichupa kinajaa mpaka kinatema mwezi mzima nisubiri yeye? Wewe umeniambia uhakika, chukua namba ya simu eh? Alafu, anayayusha analeta miyayusho hivi. Unajua majabei, mimi nimegombana na ndugu zangu wale wote, kisa ni wewe. Mimi nimekutetea sana kwa yule mtoto, nimekutetea sana lakini Janivo mwenyewe ndo hivyo sunaelewa tena yule mpishi ninachokwambia sasa, sasa ah. Maamuzi yangu najua maamuzi yangu, kwanza mimi maamuzi yangu nina kisasi cha Kiisraeli. Uakiishi mtoto kama yule, mimi ananimwaga alafu ananitolea maneno ya shombo ananidharau, eh? kwa hiyo nyinyi, nachosema kuanzia mpaka saa kumi na mbili hapa mnaondoka. Ah, ah, usifanye hivyo bwana Majabei, usifanye hivyo sasa. Sisi tukiondoka hapa tutaenda katika nyumba gani jamani nyingine? Alafu unajua tunavyoishi sisi huku kama kumbi kumbi, nyumba gani watautupokea jamani? Majabei, hebu watoto <sighs> wenyei mna danga na mimi, najua fika kama mna danga deli hapa na vishando wa viboda boda wanakuleteni bandika bandua bandika bandua Tripu gari, tripu mkoto. Alafu mimi naomba mzigo na mna gani vipi mnaniletea mia usho. Sasa tatizo majabei na wewe umeenda kwa yule mweusi sana, ungemchukua hata yule mweupe mweupe, yule mdogo mdogo, yule mwingine. Hilo sasa ndo laumu mimi, huu moyo wangu, huu moyo kwa nini sikukuchagua wewe, wewe. Eh, wewe sharp najua sio mimi, lakini wewe moyo wangu ukufutika, mimi nimependa mtoto mweusi. Najua mimi toka Maremba, babu yangu anapenda wanawake weusi. Aha, sasa ninachokwambia ni hapa mna hama sasa 12 kakusanyi kusanyi takataka zenu zote, wapa mnaondoka. Sikile, we we we, sijamaliza, sijamaliza. Kitendo lichonifanyia yule ikasababisha maafa haya, kunidhalilisha, kunidharau, kunikataa. Sasa mimi hapa katika huu ulimwengu, hii dunia, sisi tuko watu wawili. baada mimi majabei mtoto wa Stabei mzee wa jina Kino Kreni. Wa pili Israeli tola roho. Nikimtaka saa sita yule. Saa sita, saa saba, saa saba. Na hakikisha hapa yule mimi lazima nimfyeke ataulishwa kwao mwindo kwa box. Ana ananikataa mimi mimi ni shafoling love. Au mwingine usifanye baba. Yaani hata kama nataka mimi sitaki tena. Labda tuanze upya mimi na wewe. Na mimi?